Je, umewahi kujiuliza kwa nini kile ifikapo Septemba 11 imekuwa ni siku ambayo inatajwa sana ulimwenguni? Na video na sauti ambayo unaisikia hapa chini ya background yangu ni bomu ambalo lilidaiwa kulipuliwa na kiongozi wa kundi kigaidi la Al-Qaeda. Unafahamu ni nani? Karibu. Leo ni tarehe kumi ya mwezi Machi mwaka wa 2025 ni kurudisha tarehe kama leo Machi kumi ya mwaka 1957 na na alizaliwa Osama Bin Mohamed Bin Awadi Bin Laden. Huyu alikuwa ni mpiganaji na mwanzilishi wa kiongozi na wa kundi la kigaidi la Alqaida mnamo mwaka 1988. Huyu aliamini kwamba Waislamu wanapaswa kuua raia na wanajeshi wa Marekani na nchi wa shirika hadi wajiondoe katika kuunga mkono Israel na kuondoa majeshi yao kutoka katika nchi za Kiislamu aliwahi kupelekwa mahakamani katika mahakama ya shirikizo la Marekani kwa kuhusika kwake katika mashambulizi ya mabomu ya balozi za Marekani mwaka 1998, Dar es Salaam, Tanzania na Nairobi nchini Kenya, na alikuwa kwenye orodha ya FBI ya Marekani ya watu kumi wanaotafutwa zaidi. Osama Bin Laden anatazamwa na watu wengi kama gaidi. Alisababisha vifo mia elfu ya watu katika mashambulio ya kigaidi ya 7 Agosti mwaka 1998 katika Afrika Mashariki ya Nairobi na Dar es Salaam na hasa shambulio la 11 Septemba 2001 huko Marekani wengine wanamuona Osama bin Laden kama mtetezi wa haki za Waislamu dhidi ya wa mashambulia ya Marekani akitumia mbinu za jihadi. Osama pia amewahi kutoa pesa kwa vita vya harakati ya kijihadi ya kopo Islamic islamik arme nchini Algeria na kuhubiri dhidi ya serikali ya Saudia. Ilifuta uraia wake na kukamata mali yake nchini. Familia ya Bin Laden ilitangaza ya kwamba walimfukuza katika ukoo wake mwaka 1995 na jihadi wa Al Jihadi ya Misri walijaribu kumuua Rais Mubarak wa Misri kwenye mkutano wa Umoja wa Muungano wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Hapo Umoja Mataifa ilidai Sudani kwa kabidhi kwa mahakama watendaji waliotoka huko na kutangaza hatua dhidi ya taifa hilo. Sudan ilijaribu kuepukana na kuadhibiwa na jumuiya ya kimataifa, haikutaka kuonekana kama msaidizi wa ugaidi, ikalazimisha na jihadi wa kimataifa kuondoka, na tarehe 18 mwezi Mei mwaka 1996, Osama Bin Laden alipelekwa tena Afghanistan. Tarehe 12 ya mwaka 2000 Wajihadi wa Alqaida walishambulia manowari USS Cole nchini Yemen, ambapo tarehe 9 Septemba ya mwaka 2001 wapiganaji wa Alqaida walimuua mpinzani wa Taliban Ahmed Shah Mansur kwa bomu. Tendo hilo lilifuatwa na shambulio 11 Septemba mwaka 2001 katika Marekani, lililoua takriban watu elfu tatu. Baada ya shambulio hilo, Wamarekani wakawa na walaumu wa Alqaida endo walichokifanya na tangu hapo wakaianza vita dhidi ya ugaidi, huku wakati huo kiongozi wa Alqaida Osama Bin Laden yeye alikimbilia nchini Afghanistan. Serikali ya Marekani iliwaambia serikali ya Afghanistan iliyokuwa mkononi mwa kundi la Kiislamu wa Taliban kumsalimisha Bin Laden mikononi mwao, lakini Wataliban hawakufanya hivyo. Kiongozi wa Wataliban wa wakati huo Mullah Muhammad Omar yeye alitaka serikali ya Marekani impe uthibitisho ambao unaonyesha kwamba Osama Bin Laden anahusika na tukio hilo. Rais wa Marekani wakati huo George W Bush yakasema hakuna haja ya kutaka uthibitisho wote ule, na serikali ya Marekani ikaanzisha vita dhidi ya Afghanistan. Rais George W Bush wa Marekani alijibu kwa kushambulia Afghanistan tarehe saba ya mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na moja. Baada ya kutekwa kwa Kabul, Bin Laden alikimbilia kwenye mapango ya milima ya Tora Bora na kutoka huko katika maeneo ya Pakistan kaskazini mashariki ambako serikali ya taifa hilo ilikuwa na ardhi ndogo. Jitihada za Wamarekani kumkamata zilikuwa bila mafanikio, ambapo Osama Bin Laden yeye aliendelea kujificha nchini Pakistan, labda kwa msaada wa sehemu ya huduma ya usalama ya kijeshi ya nchi hiyo, wakitoa matangazo mbalimbali kwa njia ya kanda za video zilizosambazwa duniani kwa njia ya internet. Osama Bin Laden aliuawa na wanajeshi wa Marekani tarehe mbili mwezi Mei mwaka 2011 nchini Pakistan alipokuwa amejificha. Je, wewe unakumbuka nini tak alikuwa kiongozi wa kundi la Al-Qaida Osama bin Laden. Mimi ni Musa Khalidi.